hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chuni. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie. Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi Ali wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Charangwa, eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Webusta William Montebele ambaye sasa ni mtumio katika kesi hii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 usimfikieau mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo, pia waliona na wa yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu, wakimwonya asiendelee kukimbia, na uh, hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi kwa kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua, eneo la Charangwa liko kwenye, kuna miti kazi yako mbali kidogo. Kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa michakai, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia, na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana, ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu, lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya inaendelea na msako mkali, watafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine, akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu ya kidole eh, pamoja na nguo za ndani za huyo marehemu. Lakini katika upekuzi wa hawa watuhumiwa ambao sasa eh, ni marehemu, kwa wote kwa pamoja walikutwa wakiwa na pingu vitambulisho viwili vya bandia ya Jeshi la Wananchi Tanzania ya TPDF vyenye picha na majina yao, lakini pia walikuwa na simu zenye picha zinazoonyesha namna walivyokuwa wanatekeleza uhalifu wao wa, eh, na kurekodi kurekodi haya matukio na kuyorusha kwa mzazi. Wakati huo huo taarifa kulingana na, na, na, na, na uchunguzi pia katika simu hizo pia waliko kazingire za mawasiliano baina yao kabla, wakati na baada ya kuteka nyara kumua huyu binti ambaye anaitwa Dozi Maiko Magula.